Mwenyezi Mungu alipotaka kutuonyesha umuhimu wa amani, basi katanguliza amani kwanza, kabla hiyo ibada ambayo ndio lengo la kuumbwa sisi. Takbiri ametaja ha aya katika Qurani, nimeiandika hapa. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anamtaja kwamba dua ya mwanzo ya sayidina Ibrahimu alaihi ssalam, abulmilla kiongozi wa mitume katika wale mitume watano wale, anasema dua ya mwanzo Ibrahimu aliomba hivi, rabbi ja'al hadha albalada amina. Wakati kawaleta mkewe na mtoto wake Ismail akawaacha pale Maka kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na sasa anarudi Palestina, njiani alimwomba Mwenyezi Mungu maneno haya Ewe Mwenyezi Mungu, ifanye nchi hii ya Maka ni nchi ya amani, kisha ndiyo akasema tuepushe mimi na kizazi changu kuabudu masanamu. Kwa lile jambo la kusema kwamba mwanadamu ameumbwa ili amwabudu Mungu, ilikuwa aseme hivi: Ewe Mwenyezi Mungu, nijaalie mimi na kizazi changu tukuabudu na ufanye huu mji wa Maka ni wa amani. Lakini yakusema hivyo, kasema Mungu, ufanye huu mji wa Maka uwe ni wa amani, kisha mimi na watoto wangu utu, utujalie tuweze kukuabudu. Msalieni mtume Muhammad. Nadhani tumeelewa hapo. Kumbe amani inachukua nafasi ya kwanza kabla ya huko kuabudu kwenyewe. Akasema kwa nini? Kwa sababu inapokosekana amani, basi hata misikiti haiingiliki, watu hawatokaa katika vikazi vya ibada, watakuwa wanasikia sauti za mitutu, migusano ya mapanga, wekundu wa damu. Hakuna mtu atakayeweza kusema Allahu Akbar, kwa sababu mwenzake kule anauliwa. Akasema tena amani ni ya kwanza Mungu ameitanguliza kuliko hata jambo la riziki, akaleta ushahidi katika Qurani, mwenyezi Mungu anasema kumtaja huyo Nabii Allah Ibrahim, upande mwingine aliomba mwenyezi Mungu, rabbi ja'al hadha baladan aminan, eh, warzuq ahlahu min ashamarati man amana. Kasema Ibrahimu alimwomba Mungu pia E, Mwenyezi Mungu ifanye hii Maka ni ya amani kabisa, kisha ndo uwape riziki watu wake. Hapa akasema Mungu ametanguliza amani kabla ya riziki, kwa sababu ikikosekana amani, hata utafutaji wa riziki haupo. Hakuna atakayefungua duka, hakuna atakayefungua ofisi, hakuna atakayeendesha gari. Kwanza ya rabi nafsi, kisha ndio mambo yakiwa mazuri, watu waende madukani, mswalini. Mtume Muhammad Akatoa kisa na malizia malizia, ufupi wa aliyoyasema, anatutaka sisi tuchunge amani. Akasema tizama, hata kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ule mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, mwaka wa tembo, kama unavyotajwa kwa mujibu wa historia, mwaka ule lilitokea tukio kubwa, nalo ni lipi? Mfalme mmoja kutoka maeneo ya Afrika huko, Habasha huko alikuwa na mpango wa kutengeneza nyumba ya watu kwenda kuabudu. Akaambiwa, nyumba yako haitokuwa na maana yoyote, kwa sababu kuna nyumba iko Maka inaabudiwa, hiyo hatari, watu wanakwenda kuabudu huko. Ukitaka ufanikiwe, kwanza fanya mpango wa kuivunja ile, ndio watu watakuja Habasha. Tukio hili limetokea wakati gani? Mwaka ule aliozaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yule bwana akaondoka Habasha na jeshi kubwa lenye vifaa vya wakati ule vya kubomolea majumba, akiwemo tembo mkubwa, mpaka wakafika Maka. Kufika Maka, jambo linataka kuanza la uvunjaji, kumbe mwaka ule ndio Mwenyezi Mungu amejaalia azaliwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akaliangamiza jeshi lile, lakini sababu ya kuliangamiza eh, anasema kasema shekhe liilafi quraishin ilafihim rihlata shitaa wasaif kisha faliabudu rabb hadha lbaiti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, anasema nimeangamiza jeshi lile kwa sababu Waarabu hawa walikuwa na mazoea yao ya kufanya biashara kutoka huku bara Arabu kwenda Afrika, bara Arabu kwenda Syria Bara Arabu kwenda wapi? Walikuwa wana mazoea ya kusafiri kutafuta riziki yao. Yule bwana na mpango wake ule ungefanikiwa, hawa waarabu wasingeweza kutoka. Tumeelewana. Kwa hiyo anasema Mwenyezi Mungu: sasa ikiwa mimi niliwasaidia nikamwangamiza Abraha pamoja na jeshi lake na mpango wake nikausambaratisha, nyinyi sasa falia abudu rabba hadhal baiti Mwabuduni Mungu mwenye hii Al-Kaaba ambayo ilikuwa imekusudiwa kuvunjwa. Mwenyezi Mungu amekuja kuikinga isivunjwe, tena Mungu ambaye amanahum min khauf, amekupeni amani baada ya woga mkubwa uliokuwa ukiwanyemelea katika maisha yenu, kisha akakupeni ni riziki. Mswalini Mtume Muhammad hapa, akasema, ukifuatilia mtiririko huu utapata kujua Uislamu ni dini ya namna gani? Wanaosema Uislamu ni dini ya kigaidi wamekosea. Wanaosema Uislamu ni dini ya kuua watu wamekosea, bali Uislamu ni dini ya amani. Mswalini Mtume Muhammad. Wewe uliokuwepo hapa akakutaka ukiondoka hapa uondoke na uelewa huo kwamba, wewe amani kwanza kabla ya ibada, amani kwanza kabla ya riziki, amani kwanza kabla ya chochote. Akataja neno la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo kamaliza, ametanguliza neema ya amani kabla neema ya yoyote. Akasema, man asbaha minkum muafan fi sarbi, yule ambaye kwamba ataamka miongoni mwenu eh, yuko safi ah, eh, aminan fi sarbi, ana amani katika familia yake na mambo yake. Umeamka asubuhi, una amani tele katika mipango yako moyo wako mzuri lakini muafan fi jasadi pia una afya njema katika mwili wako. Mungu amekujalia wa chakula cha siku ile. Vitu vingapi hivyo? Vitatu: cha kwanza amani, cha pili afya, cha tatu eh, riziki nyumbani, unao mpunga, umeamka fedha unazo, manake na kama friji imejaa nyama na kama stoki ina mchele na watoto wameshiba, anasema ukiyapata mambo matatu, lakini yakitanguliwa na nini? Amani. Anaambia wewe ni sawasawa na uliokabidhiwa dunia yote na vilivyomo. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Akamalizia kwa hadithi nyingi, mimi nahitaja moja tu. Kuna siku maswahaba walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivi muislamu wa kweli ni nani? mjahidi wa kweli ni nani kwamba huyu ni mtu mpiganaji jihadi mzuri ni yupi? Muislamu hasa wa kusifika kwamba huyu mnamuona ni muislamu ni yupi? Mtume akawajibu maswahaba, muislamu sawa sawa, man salima almuslimuna min, min, min, min lisanihi wa yadi. Muislamu mzuri ni yule ambaye kwamba waislamu wenzake wamesalimika kutokana na ulimi wake, hauna matusi, hauna makero kadhalika mkono wake haupigi mtu wala haukabi mtu. Mwenyezi Mungu amjele katika hao. Na mengine mengi ameyataja, lakini kama wanavyosema Waswahili, raha ya maji ya dafu shatu ya nyue, mle mle dafuni, kuliko kuyatia katika glasi. Mimi nimejitahidi kutia kwenye glasi kidogo, lakini najua pia mmepata utamu. Mwenyezi Mungu amjaza kila la kheri. Tuna matangazo. Tangazo letu la kwanza, nishikie bwana hotuba yangu hii, nitakuja kuieleza yote hapa Tangazo la kwanza, Waislamu tukaeni basi, tukaeni kidogo tu. Tuna harusi leo, lakini pia tulikusanya laki nne na elfu arobaini wiki iliyopita, laki nne na elfu arobaini wiki iliyopita. Na leo nimeona kwa sababu tulikuwa tuna concentration ya hali ya juu, sidhani kama tumechangia. Umepitisha ume, ume wewe kapo. Hey, rudia tena bwana, watu walikuwa wananisikiliza. Mirudia tena jamani, kurudia imo Rudia tena taratibu, Sheikh Shabani. hawa leo wameingia mwaka mpya tena, mwaka wa mshahara huu, unauita mwaka mpya, mwaka wa so mwaka wa Kiislamu, mwaka wa au kuna watu katika sisi wanapokea mshahara kupitia mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, yupo. sisi tunapokea Januari, Februari, Machi, april Mei, Juni, Julai, Agasti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba. Tumeanza tena, kwa hiyo leo mishahara tunaingia mwaka mwingine, si ndio? Basi tutoeni mishahara yetu kwa ajili ya Allah. Tusemeni insha Allah. Anyi wavivu kusema insha Allah. Inshallah, inshallah tena, inshallah. Haya, Mwenyezi Mungu pita tena. Shabani bwana kapo lako ilo taratibu ataani min Allah walajala min ashaitani. Hutuba ya amani tumeisikia. Na sasa sasa, sasa tuchangie. Kuna harusi nimeambiwa hapa, bwana harusi yuko wapi? Bwana harusi bwana harusi, njoo bwana, haraka haraka. Waislamu, mkimwona mtu anasema anakuja kuoa msikitini, mambo makubwa ni mawili. Kwanza, anafuata sunna ya Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndoa siku zote ifungwe misikitini, sio katika maholi na majumbani na vilingeni. Naam, karibu bwana. Habari atoka jana? Kheri kabisa. Bwana harusi, kaa hapo bwana, mpendeza sana ha. Sawa sawa, harusi hii, jambo la kwanza imefuatwa sunna ya mtume Muhammad, lakini jambo la pili mmefuatwa nyie, mshuhudie jambo hili eh? kwa ushahidi wenu nyinyi kwanza mnapata lakini cha pili mnamwombea Mungu, ndugu yetu huyu ambaye anaingia katika sunna hii, sawa sawa. Kwa hiyo usifanye haraka, usiwe mtu wa mbiombio, usiwe mtu wa kurukaruka na nini. Subiri, usikilize jambo mwenyewe. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna min almarufi shaia. Ah, usidharau unaloambiwa, hili ni jambo jema hata likiwa dogo kwa namna gani vile, wewe usilidharau, liingie. Huenda hilohilo ndio litakuwa sababu ya kuongeza uzito katika yale mambo ambayo kwamba wewe uliyahitaji sana siku ya Kiyama. Inaweza kuwa kila kitu kimekuwa vizuri, ila uizani mdogo tu wa kuhudhuria harusi, ukasema laiti ningekaa siku ile nisingeingia motoni. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Kwa hiyo harusi hii ni kwa ajili yetu, lakini tunakuwa na mambo yetu. Ile tarkul ada adawa, nyie mnajua ndugu yenu na mimi na nyie tuna jambo letu lile basi kweli niondoke nisipate hata shilingi elfu tano kwa ajili ya kule, inawezekana? Haiwezekani eh? Haiwezekani kwamba ndo unaondoka kimya kimya hapa, basi hata tofali moja la kule chini sikulipata leo? Haiwezekani. Na nashukuru wakati naingia pale, kuna bwana mmoja amenipa shilingi elfu kumi kaanza nayo hapa kwa ajili ya jambo. Bwana arusi, mimi najenga madrasa ya ghorofa Ehe, toa kafara, mambo yatakuwa mazuri, jamani. Anaanza bwana harusi, najenga madrasa ya ghorofu, Shekhe Shekhe Abdulgadir, bwana harusi anaanza kuchangia tena, najisachi huku nauk, maskini, Mungu akubariki wa upate watoto wekundu, sema amin, upate watoto, unajua watoto wekundu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa abyadan lakini musharraban bihumra eh? Alikuwa mweupe lakini weupe wenyewe sio ule weupe pepe kama kanzu, alikuwa na wekundu wekundu. Kwa hiyo nimefanya hivi kwa ajili yake yeye, kumwombea Mtume Muhammad. Sheikh Makamba, usiondoke hivi hivi anko, inshallah tunashuhudia harusi hii hivi sasa nambwa